Adam alayhi salam. Kutajwa kwa Adam alayhi salam ni muhimu ili tuweze kujua kwamba sisi sote ni watoto wa baba mmoja. Hakuna mtu aliyewahi kuwa na safari kama ya Adam alayhi salam katika Islam. Istighfari ina umuhimu mkubwa na istighfari ya kwanza kabisa inapatikana katika sirat ya Adam alayhi salam. Allah Ta'ala amewaita Waislamu mara saba katika Qur'an Majid akisema, Ya Bani Adam, maana yake enyi wana wa Adam. Adam alayhi salam ndiye mwanaadamu wa kwanza kuonekana, nabii wa kwanza, mume wa kwanza na baba wa kwanza, na Allah Ta'ala pia alimtaja katika sehemu ya kwanza ya Qur'an Pak. Kuhusu neno Adam, watu wengine wanasema jina hili ni la Kiarabu na wengine wanasema limetokana na lugha za kale. Kulingana na Waislamu, Adamu ni jina la Kiarabu. Maana ya Adam ni rangi ya ngano na inarejelea rangi ya Adam alayhi salam. Adam alayhi salam hakuwa mweupe kabisa wala mweusi kabisa bali alikuwa na rangi ya ngano. Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam alisema katika Hijjatul Wadaa: enyi watu, Allah wenu ni mmoja na baba yenu ni mmoja, na ninyi nyote ni watoto wa Adam, na Adam alaihi salam aliumbwa kutokana na udongo. Aliyemtukufu zaidi machoni pa Allah ni yule mwenye uchamungu zaidi.